Thamani yako ni damu ya Yesu, thamani yako ni msalaba. Kwa jinsi ya duniani hakuna chenye thamani. Waebrania sura ya 12 mstari wa 24 inasemaje? na Yesu ni mjumbe wa gano jipya na damu ya kunyunyiza inayonena mema kuliko damu ya Habili. Na Yesu ni mjumbe wa gano jipya na damu ya kunyunyiza inanena mema kuliko damu ya Habili. Lei, neno mjumbe, Amplified Bible imelitanua inasema mediator, inatumia neno negotiator, inatumia neno agent, inatumia neno go between. Neno mjumbe sio mjumbe wa kawaida, ni mjumbe ambaye anasimama kwa ajili yako na kwa niaba yako, kwenye nafasi yako, kwa ajili ya faida za kwako wewe, na yeye ni mtu ambaye anasimama kidedea kuhakikisha unainuka na kile ambacho unakitaka, unainuka, una mshindi. Kama ni kwenye maongezo ma, ma, ma, ma, ma, ma, au kama au, au, ni kwenye, kwenye mijadala, atapambana juu chini, kufa na kupona mpaka wewe Okay. Na ushindi umepata, ume unachotaka kukipata uko pale kwa ajili yako, anaposema hivi, na Yesu ni mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza, na hajasema kwa damu. Na Yesu ni mjumbe wa agano jipya na damu, sio kwa damu. Na damu iko hivi, chochote duniani kwenye swala la uwakilishi, la ujumbe la kutetewa damu lazima ingie kazini. Mahali popote pa mabishano au pa kuagyu damu lazima ingie kazini, hasa msema Yesu, ni mjumbe wa gano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko damu ya bili. Maana yake unapoenda kwa damu ya Yesu, umenda kwa damu iliyo bora kuliko kitu kingine chochote. Ushindi ni lazima kwa sababu ya damu yake, ile thamani iko hivi. Duniani tunashindana na ufame wa giza. Tuko na ufamu mbili, ufamu wa nuru na ufamu wa giza. Ufamu wa giza hauoperate bila damu hautendi kazi bila damu, na ufalme wa nuru hautendi kazi bila damu. Ufalme wa giza utatumia damu za wanyama, za ndege na damu za watu. Ufalme wa nuru utatumia damu ya Yesu peke yake. Kwa nini damu ya Yesu na kwa nini Mungu alileta damu ya Yesu? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho damu haifanyi dhambi anayefanya dhambi ni mtu, sio damu yake. Na katika ulimwengu wa roho uhai uko kwenye damu. Biblia inatuambia uhai wa mtu uko kwenye damu. Na katika ulimwengu wa roho damu inaongea. Adam na Eva walivyofanya dhambi bustani ya Eden walitengwa katika ulimwengu wa roho, sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Walikufa rohoni. Walivyokufa rohoni, kuanzia pale mwanadamu hana uwezo wa kuwasiliana katika ulimwengu wa roho moja kwa moja, yeye kama yeye. Ndio maana ile mwanzo sura ya tatu, Mungu alipowafuza bustani ya Eden, alipowatoa bustani ya Eden, biblia inasema alimwavisha ngozi, maana alichinja mnyama akamwaga damu. Ile ngozi aliyowavisha hakuwavisha sababu tayari aa, wako majani, wamevaa majani kujifunika, ameshajifunika, ila wa alichinja mnyama akamwaga damu. Alimwaga damu, alimwaga damu damu ili kama ishara na kuambia kwamba kuanzia sasa, kwa sababu mmeenda nje ya mawasiliano na mimi, mtakapotaka kuja kwangu kwa msaada wa jambo lolote, toeni damu. Hii damu itakuwa inawanenea nyinyi kwangu, ili mimi niwasaidie. Na ndio maana kuanzia pale Walikuwa wakienda kwa Mungu ndio na sadaka ya damu. Wanatoa sadaka za wanyama, wanatoa sadaka za ndege. Na ndipo shetani akachungulia, aka akaona mtu akienda kwa Mungu anaenda kwa sadaka za wanyama. Na yeye akaamua kuanzisha kitu kama hicho sababu shetani siku zote hana uwezo wa kuanzisha kitu kipya, hana uwezo. Uwezo wake hana uwezo wa kuumba. Shetani hana, hana uwezo wa kuumba. Ana uwezo wa kukopi, sio kuumba. ndio maana yeye ni fake. Biblia inasema hivi, shetani kama simba aungurumae ngurumaye kama simba, sio simba, ni kama simba, kwa sababu Yesu ni simba kabila la Yuda, naye akaamua kujipa picha ya usimba. Kwa hiyo yeye anakop hana uwezo kuleta original kwa akaangalia naye akaanza akitaza mfumo kwamba ukitaka kuja kwangu na mimi utatoa sadaka ya damu ndio maana ukienda kwa mganga wote wa kienyeji hata kuhudumia mpaka kwanza utoe sadaka ya damu kwa sababu ukienda pale wewe unaweza kushema shida zako kwa majini akakuelewa, ila ukimwaga damu damu katika ina ina Demana, mm -hmm. Mungu wa roho inaongea inakusemea shida zako kwa wale majini. Ndio maana kwa Mwanzo sura ya 4 Mungu anamwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inalilia kutoka lidhini, kwa maana yake ina sauti. Ndio maana Biblia inasema damu ya Yesu inenao mema kuliko damu ya Abeli, maana yake inanena inaongea sasa. Angalia kwenye ulimwengu huku duniani, zinazidenda zina thamani kutokana na thamani ya mnyama. Damu ya kuku ni ya thamani ndogo kuliko damu ya mbuzi, sababu thamani ya mbuzi ni kubwa kuliko kuku, na damu ya ng'ombe ina thamani kubwa kuliko damu ya mbuzi, sababu ng'ombe ana thamani kubwa kuliko mbuzi. Ila unapofika kwenye damu ya mtu, ina thamani kubwa zaidi kuliko viumbe vyote vya duniani. Kwa hiyo, mganga au mtu yule ambaye anatumia damu za wanyama, unaangalia kiwango chake, utajua kiwango chake kutokana na kiwango cha mnyama anayekwambia leta. Sasa watu hawajuagi hii siri, kwa nadhani tu waganga wa wanafanana wa. Ndio maana mtu anaweza akachawiwa kabisa na akaenda kwa mganga wa kienyeji na sipone. Kwani kwa sababu kama alirogwa kwa mganga anayetumia damu ya mbuzi make, majini yake ni ya kiwango cha juu kidogo, ukienda kutibiwa na mganga anayetumia damu ya kuku hawezi kutoa majini anayotumia damu ya mbuzi, sababu yale sababu yale na anaheshimiana, haziwezi kuingiliana. Ni sawa sawa na manager uende umpe oda mkurugenzi, haiwezekani. Mkurugenzi anampa oda manager. Mwalimu akampe oda headmaster, haiwezekani. Headmaster anampa oda mwalimu. Kwa katika Mungu wa roho, majini anaheshimiana, anajua viungo yana mipaka, hawavuki Ila tu, na mganga anajua, akichungulia, anaona kabisa huyu simwezi, ila kusema kwamba siwezi hawezi, anaamua kukuficha, anakwambia tulete kile kile, atuzungusha. Ukishindwa kwa ukichezo na mganga mbe anatumia damu ya ngombe, ukenda kwa wambuzi huchomoi, ukenda kwa wakuku uchomoi, kwa sababu yeye ni majini yarefu ya juu zaidi. Ndio maana mtu yoyote akitaka kiwango cha juu zaidi wanamwambia toa mtu. Kwa sababu katika ulimwengu huku duniani hakuna nguvu ya giza yenye thamani na nguvu ya juu zaidi ya zaidi ya majina yotumia damu ya mtu. Ndio maana kuna viwango vya juu kivitaka, lazima tu wakwambie leta mtu. Ndio maana mtu ataanza kwa mganga kinyi, ataanza kuna kuku, atapanda atamna, akitaka yale mambo makubwa, akitaka utajiri mkubwa zaidi, watawaambia toa mtu, kwa sababu damu ya mtu ni damu ya, ya kiwango cha juu zaidi. Kwa ukitaka vya juu zaidi, toa damu ya mtu. Sasa ndio maana Mungu anapotumia neno Abeli, Abeli anawakilisha wanadamu wote, kwa aliposema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili Maanake damu ya Yesu ni bora na thamani ya juu kuliko damu ya Habili. Kwa haijalishi mahali popote pale, mtu ametumia damu ya nini, au ametumia damu ya kuku, au ametumia damu ya mbuzi, au ametumia damu ya ng'ombe, au ametumia damu, ukienda na damu ya Yesu unashinda. Nashinda. Ndio maana Yesu akawa ujasiri kutuambia kwamba sisi ni washindi, tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristu aliyetupenda, sababu alipokufa msalabani alitoa damu yake na akatupa, ili tuitumia, kwamba unapoitumia mbingu zima zinasimama zinapigana upande wako, kwa hakika unashinda, bali pale ambapo damu yesu inaachiliwa, shetani hana uwezo wa kushindana nayo. Ndio maana ni muhimu sana kumtegemea Kristu na damu yake, sababu huko ndiko kuna ushindi kamili. mm -hmm. Usitishwe na mchawi, mtu akikutishia, mwangalie tu, mcheke, kwa sababu hana takachokifanya chenye nguvu zaidi ya wewe utachokifanya, kama imani yako katika damu ya Yesu imekaa vizuri ukijifunza ukatafuta mafunuo na neno la Mungu linaloongelea damu ya Yesu, ukajifunza juu ya damu vinavyoongea, ukapata maarifa na ufahamu juu ya damu ya Yesu. Si anaposema na damu ya kunyunyiza inayo nena mema kuliko damu Habili, handi ukatumia kiholela. Unapoingia kwenye mashindano hayo ya kutumia damu, kati ya faume mbili haunywi peke yake, anasema damu ya kunyunyiza. Lazima ujifunze kwenye Biblia namna ya kutumia damu ya Yesu, sababu kuna mahali pa kunywa, anasema kikombe hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu kunyweni, ko unaweza ukainywa. Kuna mahali yasema imwagikayo, ko unaweza ukamwaga aliposema na damu Yesu inenayo mema. Anasema na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko damu ya Habili. Unapotaka inene haunywi, unapotaka inene unanyunyiza, yeah. na damu ya kunyunyiza inenayo mema. The moment unanyunyiza damu ya Yesu makenda kuongea kwa niaba yako. Unapotaka Yesu mtetezi wako awe, ni wakili wako awe, ni negotiator wako awe, ni ajenti wa kwako makini, unapeleka kwa namna ya kunyunyiza. Unapotaka aingie apigane vita, unapaka malango wa kwako. Kutoka kumi na mbili kumi na mbili, nasema nitapita usiku huu katika nchi ya Misri, nami nitapiga wazee wa kwanza waona da na wanyama, nami nitapiga miungu ya Misri, mimi ndimi Bwana. Kwa unapotaka Mungu ahukumu miungu ambayo inashindana na wewe, unapotaka Mungu aingie vitani juu ya adui wa kwako, haunyunyizi ndugu yangu, ukinyunyiza itanena mema haita kupigania unaenda kwenye marango yako, kwa sababu Biblia inasema walipokaribisha miungu migeni palikuwa na vita marangoni kwao. Vita vinapigana kwenye marango kwao. Unapotaka Mungu akupigania, haunyunyizi, unampaka damu ya Yesu kwenye vizingiti na mimo ya marango yako, katika Mungu wa roho, yale marango yana uwezo. Walipopaka walipo kwenye nyumba zao ilikuwa ni ishara. Biblia inasema mtapaka damu kama ishara haikuwa halisi, ilikuwa ni ishara maki. Nini hiki mnachofanya mwilini? Ni ishara kinachofanyika rohoni. Mkipaka kwenye nyumba za kwenu, ni ishara kwamba rohoni inakuwa imepakwa. Ikipakwa mnanipa garanti ya mimi kupita, sababu ili niingie nchi ya Misri lazima nipite marangoni, na napita marangoni lazima damu Yesu inipe kibali cha kupita marangoni ili nini? Ili nipige miungo yote ya Misri na nifanye hukumu kwa. Ukitaka Mungu wa hukumu kwenye aina mbalimbali ya maisha yako, na ukitaka Mungu afanye vita kinyume na miungo mmoja pingana na wewe, unaenda kwa kupaka damu ya Yesu kwenye kwenye malango na vizingiti vya malango ya kwako mimi na vizingiti vya malango ya kwako, ili, ili imfungue Mungu kibali, sababu Biblia inatuambia damu ya Yesu inapoachiwa mahali inatoa kibali kwa malaika kukaa. Na aliwaambiaje? Nitatuma malaika uharibifu, nitapita katika nchi ya misri. Na nami nitapiga wazi wa kwanza wa wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya misri. Ukienda kuomba maombi ya kuachilia hukumu na kupiga miungu mingine kwa kunyunyiza, haitakupa majibu, itakunenea mema, ili hautapata ushindi Itakuwa ni sawa na Musa alipokuwa anaenda kwa Farao, anaongea mazuri, wanakubaliana, halafu ghafla anageuka, kwa sababu ile miungu ilikuwa bado ipo, haijahukumiwa bado kuhukumiwa. Maana kuna sheria, kuna mahakama, na ili mahakama ili kupee, inakupa kibali ili upate kibali. Maana unapaka damu ya Yesu, kwa lazima ujifunze, ujenge imani ndani yako ili ujue namna ya kuitumia kwenye mazingira mbalimbali ya maisha yako. Sikiliza, msalaba wa Yesu ndio thamani ya kwako. Biblia tuambia kwamba tulinunuliwa kwa damu ya thamani, Wakorinto wa kwanza sura ya tatu kwanza mstari wa kumi na sita na Wakorinto wa kwanza sura ya sita kwanza mstari wa kumi na saba ukisoma okay. Anasema vi sisi arumungo, na na ni wakiwa darumu mungu na rume tufana kani ndani yetu, anasema tulinunuliwa kwa damu ya thamani ko thamani yako ni damu ya Yesu ko wewe Yesu simuangile kidunia Yesu muangile kibinafsi, alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, ila alikufa kwa ajili ya mmoja mmoja. Kwa maana jinsi hii Mungu upendo ni ulimwengu, Yohana tatu kumi na sita. Anataka mtoa mwanao pekee ili kila mtu amwaminie. Hajasema ili wote wamwaminie. Anasema kila mtu amwaminie. Hakusema ili dunia nzima asema kila mtu amwaminie asipotee bali awe. Akamtumia umoja awe. Kwa hiyo ye, ukimwangalia Yesu na ukiangalia msalaba usiangalie kijumla uangalie kibinafsi kwamba alikuja kwa ajili yangu, akafa kwa ajili yangu, akamwaga damu yake kwa hiyo damu yake ipo kwa ajili yangu mimi. Ajalishi mwingine anaona jela mimi ipo kwa ajili yangu ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe, na uzima wa milele. Maisha ya kiungu duniani ndio yanayovalidate Ukristo wa mtu duniani. Tusipojifunza na kuambia kutembea kwenye ufahamu wa aina hii tutakosa